Naitwa Laetitia Petro Ntagazwa, ni wakili lakini pia ni makamu wa rais wa Chama cha Wanasheria wa Tanganyika. Leo tulikuwa na jukwaa la wanasheria wanawake ambao kimsingi tunaposema jukwaa la wanasheria haina maana kwamba ni kwa ajili tu ya wanasheria peke yao. Tumekaribisha pia na wanawake wengine kutoka kwenye kada nyingine mbalimbali mbali, ili kujumuika na sisi katika kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja na tunatafakari mambo tofauti tofauti yanayohusiana na mwanamke. Kwa hiyo jukwaa la leo lilikuwa uh, tukilenga kuzungumzia masuala mazima ya mafanikio ya mwanamke katika uongozi, lakini kuzungumzia masuala ya ustawi kwa ajili ya wanawake. Kama ambavyo mnafahamu, siku hizi kumekuwepo na changamoto kubwa sana ya afya ya akili, lakini wakati mwingine hata mazoezi akina mama hatufanyi, kwa sababu ya majukumu mengi tuliyonayo kama wanasheria wanawake. Kwa hiyo, tulikuwa tunakumbushana kimsingi, tunapoelekea uchaguzi mkuu, nafasi ya mwanamke, tena mwanamke msomi au mwanamke mwingine yoyote, waka waida ni ya muhimu sana sana. Sasa tukaona tuwe na hili jukwaa kuelekea uchaguzi mkuu, kuweza kujadiliana ni mambo yapi hasa ambayo tunaweza tukayafanya kama wanawake wana sheria kusaidia jamii. Tukumbuke kwamba kwa mujibu wa kifungu chetu cha nne cha sheria ya Tanganyika ni kwamba tunao wajibu sisi wanasheria mawakili kuhakikisha kwamba tunalinda haki za Watanzania tunasaidia katika utetezi wa haki za Watanzania. Kwa hiyo leo hii tulikuwa tunakutana pia kuweza kuendelea kukumbushana wajibu wetu wa kuhakikisha kwamba tunasaidia umma wa Watanzania waweze kupata haki zao. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumzia pia utawala wa sheria, ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kukumbushana kwenye jamii, wale ambao ni viongozi wasio viongozi, kwa mujibu wa ibara ya ishirini na sita ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunawajibika sisi sote kutii sheria kwa namna yoyote ile, haijalishi una hadhi fulani au kuna hadhi fulani, ni lazima utii sheria. Sasa hawa wenzetu ambao wanakuwa wako kwenye madaraka pia tunawakumbusha kwamba madaraka mliyoyapata kwa mujibu wa ibara ya nane ni yanatokana na wananchi. Sasa kama yanatokana na wananchi, basi viongozi tunaowapata waweze kuendelea kwenda kuwahudumia uh, wananchi wetu. Ongezeko la wanawake ambao wamegombea nafasi ya urais kwa mara ya kwanza imefika wanawake watatu kwa sababu kwa mara ya kwanza katika uh, uchaguzi wa vyama vya siasa mwanamke wa kwanza kunyanyuka akasema anagombea urais uh, na kuaminiwa na chama cha siasa ilikuwa ni elfu mbili na tano ambapo alijitokeza mwanamke mmoja ambaye ni dada Ana, lakini tukakaa miaka kumi baadaye ndo tunakuja ku kupata tena mwanamke mmoja mwaka 2015 ambapo aligombea yule pia uh, mheshimiwa Ana, bahati mbaya alishafariki Magwira, na tukakaa tena mpaka mwaka 2020, ndio kwa mara nyingine ya kwanza tukapata wanawake wawili ambao wamegombea nafasi za urais. Sasa kwa mwaka huu tunapoona pia kwamba kuna wanawake watatu wamejitokeza na wamepitishwa, wameaminiwa na vyama vyao vya siasa, wakagombea urais tuna, tuna shukuru, na tuna tuna angalau, tunajitahidi kusherekea hayo mafanikio ya wanawake wenzetu, na kimsingi tukumbuke jamani, katika historia yetu ya Tanzania kwa mara ya kwanza, mfano kwa uongozi wa Rais uh, Dr. Samia Suluhu, waliweza kuamini wanawake na kuwapa wizara nyeti, mfano uh, wizara ya ulinzi na wa uh, usalama haikuwahi kutokea miaka hiyo yote stini iliyopita, mwanamke hajawahi kuaminiwa. Lakini hata wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki alikuwa ameteuliwa mwanamama pia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna namna ambayo tumekuwa tukipata mafanikio, na sio hivyo tu, hata kwenye mahakama sasa tunaongelea sisi kama wanasheria. Mfano a, kwa nafasi ya mahakama mahakama ya rufani ukiangalia kwa mwaka elfu mbili walikuwepo majaji wanaume tu wanane hakuwa na mwanamke yoyote, lakini tunapokuja mpaka kufika tarehe ishirini ya mwezi uh, wa kwanza mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tukawa na majaji arobaini ambako katika wale majaji arobaini kumi na tatu ni wanawake. Kwa hiyo unaona kuna mafanikio ambayo yamekuwa yakijitokeza, lakini hata mahakama kuu pia tuna majaji mia moja na tano kufikia tarehe ishirini Januari ya elfu mbili na ishirini na tano ambapo wanawake arobaini ni majaji wanawake hata. Lakini leo kongamano letu lilikuwa pia tunatoa ombi kuhakikisha kwamba rais yoyote atakayepatikana wa chama chochote katika hivyo vyama kumi na sita ambavyo vimewania urais ahakikishe kwenye zile nafasi za uta, uteuzi hasahau wanawake. Tunahitaji wanawake kwenye uh, ujaji tunahitaji wanawake kwenye ukatibu mkuu, tunahitaji wanawake wakurugenzi, wanawake makatibu, na hivyo tunawakumbusha sisi kama wasomi, pia ni wajibu wetu wa kuhakikisha kwamba tunaendelea kushauri serikali.